Um, ndiyo aina ya viongozi tulionao wa generation ya sasa ambao wakiona mambo hayawezekani, wakisoma nujum zao, wakiangalia timu yao, ukizingatia washafungwa mara nne mfululizo, kwa hiyo wakaona hiyo ndio njia sahihi kwa kutumia uongo wa kijinga kabisa ambao hauna kichwa wala miguu. Hii sio mara ya kwanza Simba kufanya hivyo walifanya hivyo miaka ya sitini mwishoni, kuna mechi waligomea hawakwenda. Miaka ya sabini wakarudia tena, nadhani 71 au 72. Mwaka themanini na tano, mechi ya mwisho ya ligi Young Africans anahitaji draw ili awe bingwa, Simba lazima mfunge Yanga. Ilikuwa mechi ngumu sana. 1985 Yanga wakaweka chuma nadhani alifunga Mziba Abed, lakini ule mpira Talib Hilal, huyu kocha aliwa uh, rafiki yetu muomani Tanzania muomani akaudaka, ukipa ushampita tena. Kumbuka hiyo mechi ukipa, wasimba alikuwa um, jaba mmoja anaitwa Sale Omari Sale ombopa kwa mfupi hivi. -fupi? Kuliko atakaseja. mpira ushampita Talib Hilal goli hilo akaudaka refa mtu mmoja, nadhani anaitwa Bakari Bendera marehemu, kama sikosea, huyo hai nizimwa sana, mtu wa Tanga. Maamuzi ya kwanza ya Bakari Bendera ni penalty Yanga. Wanalalamika ile goli ushaingia ndani, mtu kaudakia ndani. Simba wakakubali waka kwanza penalty, baadaye akaja Isaka Hassan Chuku, sentafu alikuwa Yanga, ndo penalty master alikuwa, sijapata kumuona akikosa penalty akawa naenda yeku mnachukua kupiga wakata, hawataki penati, wambe sa penati ya mtaki, basi goli weka kati, hawataki paudeka tano, mpira kuisha. Yanga wakagomea siku ile ile, wakapewa kikombe chao, wakatangazwa na Saidi ni mamdu ndio mabingwa wa Tanzania 1985 1991 kwanza ilianzia 1990 1990 nine, mechi ya kwanza ya ligi Simba alishinda goli moja bila goli la mafumbi Omari mechi ya mzunguko wa pili Yanga akashinda goli tatu moja. Walianza kupata goli Yanga, Makumbi Juma, Chumira akasawazisha second half. Simba wakapata penati pata penati, akaenda kupiga Gaga, alipiga shuti kali sana likagonga nguzo. Ule mpira ulivogonga nguzo ukarudi upande wa pili kule, Yanga wakaupoka haraka wakapasiana, nadhani Kipese kama sikosei, kama sikosei Kipese alifunga goli au Sanifu Marko, kwa kipese Sanifu Lazaro, Joseph Machela, Makumbi Juma, ndio ndio, mstari ilikuwa kucheza kule mbele, nadhani katika hao wawili, wakawapiga la pili na la tatu, ikawa mechi ya kwanza ya ligi ya kwanza, ikaja 91 mzunguko wa kwanza, Yanga akashinda goli moja bila, pasi ya Isa Athmani Mgaya Mechi ya mzunguko wa pili Yanga akashinda tu na goli moja bila kona, nadhani alipiga Kenneth Mkapa, kama kumbukumbu zangu ziko sahihi. Tena na nakumbuka mtangazaji alikuwa Charles Hilary, siku hizi amfanyi utafiti mkenda pale TBC mtaipata, alitumia neno ni yule yule baada ya lile goli, goli la kona ujua linakuwa na mshike mshike, amjui nani aliofunga. Charles akaanza kutangaza ni yule yule wa Mei 18. Kwa hiyo mechi ya kwanza ilifanyika Mei kumi na nane, alianza na ni yule yule wa Mei 18. Maana maake yule ndo lowafunga mechi Mei kumi na nane, mi nalukaluka niko Mzumbe nasowamorogoro, ndo maana naikumbuka sana hiyo, naikumbuka mechi ya 1991. Mtangazaji anatangaza ni yule yule wa Mei kumi na nane hiyo ilikuwa mechi ya tatu, mechi tatu mfululizo. Mechi ya nne ligi ya muungano zamani, kulikuwa na ligi ya muungano meshirikisha timu kwanza, zilikuwa timu mbili za bara na timu mbili za muungano zinagombea wawakilishi wa, wa mashindano ya Kafu. Baadaye wakaziongeza zikawa tatu huku tatu, na mwaka huo zilikuwa tayari zishaanza tatu tatu. Upande wa Tanzania bara alikuja uh, Yanga, alikuja Simba na nadhani Reli ya Morogoro katuo kiitwa kiboko ya vigogo nadhani ilikuwa reli ya Morogoro. Yes, reli na kule, nadhani walitoka Black Fighters, walitoka kwa timu ilikuwa pale mitaa mimbe nita, Black Fighters walitoka kikwa juni nadhani na, na small Simba. Ligi ilikuwa nzuri ambayo bingwa anashiriki Klab Bingwa Afrika, mshindi wa pili anakwenda eh, kombe la washindi, mshindi wa tatu kombe la kafu baadaye kabadilika baada ya ile kombe la washindi kuondolewa. Kwa hiyo bingwa wa bara na bingwa wa Zanzibar, kombe pekee wanaenda kucheza la nje ni la Afrika Mashariki na ya kati. kwa Yanga alikuwa tayari bingwa, mechi ya kwanza kwa kwa mtindo wa ligi, mechi ya kwanza akapigwa hizi chuma mbili. Goli la kwanza alifunga Athman Abdallah China, shuti kali sana. Goli la pili alifunga Salum Abubakari Shuaboy kama sure boy huyu baba yake sure huyo, we safe, ndo aliweka chuma cha pili. Mechi nne mfulizo hapo kwa washatandikwa tatu moja moja mara mbili na mbili bila. Mechi ya tano refa afadhali nachezwa hapa Yanga, ile mechi alikuwa na kama anakamilisha ratiba, lakini alikuwa anatafuta heshima ya kumfunga Simba mechi ya tano mfulizo. Kwa kuja pale Yanga wana mziki kweli kweli, Simba ile misukosuko ilikuwa kipelekwa goli la kaskazini pale shamba la bibi, hafu ya kwanza hafu ya pili. Awakurudi ndio kwa mara ya nyingine tena, wanagomea mechi tena wakiwa uwanjani, oh, tuchezea, tutaki refa, napendelea nafa, vitu vya kijinga hivyo. Wakagomea mechi ya tano, mechi ya sita ya ligi wakafungwa hapa na Kenneth Mkapa, mnaichomekea mechi ya sensen. Nazungumzia hiza ligi tu Isil Central alishinda kwa penalti Zanzibar. Lakini 1992 ikiwa mechi ya sita ya ligi Yanga ametoka na Ismailia kule cool Egypt. Anakumbuka mm -hmm. Hiyo mechi ya vaje njano na nyeusi tari kabisa. Goli la kusini, hiyo niko uwanjani mita kama 45 hivi, pande ya kushoto kapa kapa, sio nani, si nadhani gaga, kitu kama hivi gaga, wakati alikuwa Yanga akaachia fataki mita kama 40, 45 mwameji akenda mpaka mwisho wa kukuta Mkapa akafunga goli la aina hiyo hiyo kule Egypt. Kule Egypt walitoka na Ismailia moja moja, akaja hapa next week wacheza na Simba, akatandika mkwaju kama ule, bao moja bila, alifunga Kenneth Mkapa. Hiyo ya sita fulizo, za ligi nne, za ligi ya bara mbili, za ligi ya muungano sita. Sasa hawa hawashazoea ha kufanya vituko hivi washazoea na wanapenda kudeka deka, wanapenda kudeka na hii, kwa sababu ilikuwa ni mechi ya tano mfululizo, wakaona hilo, kwa sababu hizo zote. Ile mechi ya tano ilio wakati ule Juma Salum alikuwa mwenyekiti, Simba walikwenda wakamfanyia vurugu wakamtoa, ili ya miaka ya nyuma walimtoa mpaka. Marehemu alikuwa mwenyekiti, si vizuri kumtaja, familia yake iko hai, iyo miaka ya sitini hiyo miaka 85 mgogoro mkubwa ulizuka wa mzee Maji na kina Jimmy David Ngonya. Hii walijua sisi tukifungwa hawa uongozi hatubaki, tofungwaje mara tano? Kwa hiyo wakatafuta sababu isiyo na kichwa wala miguu. Mimi nikupe, na sasa nazungumzia kwenye hoja yao. Wanasema walizuiwa kwa sababu, ile taarifa laloisoma yao inasema walizuiwa na mabaunsa wa Yanga, wakawa mabaunsa wa Yanga, lakini katika ile taarifa wanamlaumu meneja wa uwanja. Iko hivyo, si ndio? Hawa watu wajabu sana, mara mseme mabaunsa uh -huh. Taarifa hiyo hiyo moja, hiyo hiyo, sio nyingine uh -huh. Sio kama itoa taarifa nyingine, hiyo hiyo, hiyo uh -huh. inamlaumu ina meneja wa uwanja na mechi kamishina na nini. Kanuni iko very clear, iko very clear ha, haina mahali kanuni ile ya timu ngeni kupata nafasi ya kutrain eh, siku moja kabla ya mechi na usema kwamba ikitokea chochote kwamba wewe hukutrain ugomee mechi. Kanuni haiko hivyo. Kugomea mechi, adhabu ya yake ni kunyang'anywa points tatu na magoli matatu. Kanuni ile kama ingekuwa ni kweli, hao mabaunsa ni wa Yanga na ikathibitika Yanga wanatakiwa wapigwe faini kwa kitendo hicho na kama meneja ya uwanja amezuia kwa sababu wanazozijua yeye meneja ya uwanja ni mtumishi wa serikali. Serikali ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio mkondo wake itachukua hatua, lakini hakuna justification ya kugomea mechi kwa sababu eti umezuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla. Haipo, ni sababu za kuogopa kipigo cha tano. Haipo. Kanuni gani naelekeza hivyo? lakini mm -hmm. Mimi nimekaa nimeishi kwenye mechi hizi za Simba na Yanga, naweza nikazihadithia kwa tarehe. Hakuna mtu yote aza kazihisi kwa tarehe, mimi naweza yani, hiyo ni kitu Mungu kanipa mimi. Hatujapewa mna milioni ya watu ujapewa na uja... nitakuhadithia kwa tarehe, sio kautajia m kwa tarehe. Nimezishuhudia mechi nyingi sana, nimekaa kama msemaji Simba Sports na Young Africans, haijapatapo hata siku moja katika uhai wa mechi za dabi kukawa na timu mwenyeji timu geni inaenda kutrain kwenye, haijapata hata siku moja. Yani sio, sio utamaduni wetu. Simba akiwa mwenyeji kwenye mchezo wa versus Yanga ule uwanja nao yeye siku nne anakaa na Wanga kidogo wanasota, wanaingiza viburunguzwa mule vina vinacheza ngoma, hali kadhalika Yanga ni utamaduni, haijapata vipi leo, utamaduni ulioishi kwa years ni years ni years, na ambao hata mechi ya mwisho pia ulifanywa. Yanga kwenda pale kusema bwana, sisi unajua eh, kwa kanuni zilizopo sasa hivi za bodi ya ligi tunatakiwa leo tufanye mazoezi haiwezekani lakini bado najikita pale pale. Kanuni hizi kanuni hizi zikikiukwa kwa timu wenyeji, kwa timu geni, kutopata nafasi ya kufanya mazoezi, haki inakuwa ya nani? Yani, haki yako wewe uliozuiliwa ulio, kwa mfano amesema mzuiliwa ni kugoma l Seriously? Seriously? unagoma ili baadaye uzue taharuki, tumenyang'anywa points kwa sababu sioni lo, sioni, sioni mahali ambapo watakwepa kwa. Mimi najua leo kweli hawaendi wala sio uongo, lakini sisi yen Africa zimemsikia rais uh, sorry nimesikia uongozi kutoa taarifa ya kwamba mechi ipo, tutakwenda, kanuni zitatekelezwa, tutasubiri dakika zao za kikanuni, arajiga atapuliza filimbi ana point saba. Namwomba rais wa Yanga isitokee, isitokee Ukapigiwa simu sasa. Mimi namjua Hersi, bwana unajua lelelele, tunaomba kubali isogezwe mechi yala yalla kumkum akaridhia. Yeye yeah, anabeba dhamana ya wa Watanzania wanaopenda Yanga zaidi ya milioni 40. Asimame na msimamo uliotolewa leo, nakuomba sana usikubali siasa katika jambo hili. Lazima kanuni zifuatwe, timu isiyokuja uwanjani

wamekuja hapo walifanya mazoezi siku moja kabla ya kukutana nao hapo. Yanga ameenda kucheza na Monastir kule makajus kwenye Confederation Monastir, jana yake experience yalikuwa anacheza Ijumaa na wa Nigeria kwenye Champions League. Yanga alipaswa afanye mazoezi pale siku moja kabla, hakufanya wakaenda kuwapiga pale Monastir kwao. hivi una kikosi madhubuti imara kisawasawa, unaweza uka, ukatoa sababu ya hovyo ya kugomea mechi hivi ungekuwa na timu hasa wanajiamini kwamba sisi hii timu tunaenda kuwapiga Yanga, wangegomea mechi leo? Na wao wanajua Yanga iko juu yao kwenye tebo, lakini wakakubali kupoteza pointi nyingine tatu ambazo ndo wamefarikiana na ubingwa farfari kati farkan leo shehe. Mpira hauwezi kuendeshwa kwa mihemko. Tengenezeni timu. Kila siku minawambia tengenezeni timu. Kamara mmoja tuwayupo na ule mvunja kuni wame hey, itakula sita, hii sita wamezichungulia walikuwa darubini, kachungulia ah, mm, sita. Lakini jambo moja muhimu sana nataka niase, nimeona leo jambo ambalo sijapata kuliona. Nimsikia viongozi wa bodi ya ligi wanasema watakutana leo uh, kujadili hili jambo. Bodi ya ligi inapata wapi authority ya kukutana kabla mechi? Kwa kanuni gani na kwa nini wakutana? ile inaitwa sore sio bodi ya ligi kamati ya saa sabini na mbili kamati ya saa sabini na mbili inakutana katika kipindi au kisichozidi masaa sabini na mbili kujadili yaliyojiri yaliyotokea kwenye mechi hawajadili ambayo bado hawajatokea ndio kazi ya kamati ya saa sabini na mbili inayotokana na kamati ya mashindano wanapata wapi nguvu ya kuta wanataka kutuambia nini Yaani ngoja kukutana tuatuambia unajua Yanga ee, kwa sababu ile haiwezekani Hey, weka ushikaji pembeni, chukua jahazi lako kama rais wa klabu ya Yanga, usikubali maamuzi yoyote ambayo yatatuathiri. Sisi tunakwenda uwanjani, na mtusiache na washabiki, twendeni tukahanikize, tutafanya mechi mazoezi pale. Ah, kwani yeye sikauli kwa nimetoka ni leo. Si so, alisema utaenda ligi ya Burundi, wengine wakisema nenda Sudan Kusini. Nitoe tu. Akijitoa ndo nini? Wadi toe. Yaani mnatengeneza mna, mna mazingira ya kudekadeka, mazingira ya kitototo hivi. Alafu mkimbilie kujitoa kwenye kama kama kama. TFF itakuwa ni chombo cha ajabu kama kitaanza kita kubembeleza. Hatuhitaji deko. Yaani wewe toka lini Simba na Yanga kabla ya mechi? timngeni ikienda kufanya mazoezi ku pale, toka lini? Haya toka haya tufanye kweli, iyo ka ngome e ndo mgomee monastiri nani anaitwa Constantine, waligomea mechi sio? Lenda kucheza na mkawapapatua mkawafunga, mkawa, mkawa, mkawa, vipi mnagomea kitu hiki? hiyo mi magori na mweshimu. Kaka singependa kumjibu personal lakini challenge kubwa ya kaka yangu ni, ni uko too emotion. Nafasi yake ni kubwa, angelifikiri kabla ya kusema hili jambo ambalo, uh, linaleta uh, ni fracas ni fracas kwenye mpira fracas, vitu ambavyo ni vurugu. Hatuwezi kukubali vurugu kwenye mpira, hatuwezi. Na nawaasa Wanayanga, twendeni. Mimi hapa aliandaa nikimaliza salatu la asr inshallah nakuja kushangilia points tatu na magoli matatu. Moja tutampa jigi ziara, aje kufunga makolo mm, mm. goli la pili tutampa Dickson Job mm, aje kufunga makolo. Goli la tatu atafunga Khalid Aucho, naomba twendeni hivyo. Ziara atafunga goli la kwanza mm kwa sababu wale sisi tuko tunawashambulia, wamepiga hivi counter attack eh, sisi tukaupata mpira tukapasiana diara dia, sojua zake akasogea mpaka nje ya box akacheza one two na Aucho alafu akarudishiwa akapenyeza kwa Azizi katikati ya uwanja kidogo pale mbele akamchungulia, eh, leo alikuwa dakika pao nani alikuwa kwa sababu akamchungulia akaweka ndani <tik> ya kamba golo la kwanza goli la pili, kona. Tumefunga goli la kwanza dakika ya kumi na tisa afu ya kwanza mm. Goli la pili ni dakika ya kumi na tano second half mm. Kona kachonga Pakome, job free header, wamejisahau wale mabeki, si ule nani mvunja kuni hayupo eh. Kwa hiyo eh, akenda Jobu akaweka chuma cha pili dakika nne kabla mechi kwisha, dakika nne kabla mechi kuisha, mm. Tukapata set pieces nje akasimama Pakome na Aziziki, mabeki wote wa, wa Makolo na kipa wao Mangungu wakawa wanajua anapiga Aziziki, kumbe akenda Aucho. Kwa hiyo Azizi akawadanganya Aucho akenda akaukevu. Tatu ndizo tutakazoenda kushangilia leo.